La Mtanzania la aje kwenye duka letu la LG Mlimani City kwa sababu mbili. Umeona, moja ama mbili. Ya kwanza kwanza hapo ukija utapata vitu original kabisa. Kwa sababu sisi tunanunua kwa official distributor wa LG Tanzania. Kwa hiyo tuna uhakika kitu utakachonunua mteja ni original. No, la kitu, kitu, kitu, lakini kitu cha pili ukipata shida na bidhaa yako na kuwa rahisi kukusaidia kwa hapa ukinunua hapa kwenye brand shop ya LG kuliko ukinunua sehemu nyingine pembeni. Kwa jina naitwa Yusuph Shaaban, ndio meneja wa LG Brand Shop Mlimani City au F&S Brand Shop. Leo tupo kwenye ufunguzi wa duka letu hapa. Tumetanua duka letu zaidi kuwa kubwa tofauti na zamani. Kwa hiyo sasa ni pointi ambayo inasababisha kwamba bidhaa tutakuwa nazo kwa wingi kwa ajili ya wateja wetu sababu tumetanua duka, ina maana na bidhaa zitaongezeka, huduma itakuwa bora zaidi. Sawa bwana. Alafu uzuri wa hapa Mlimani City ni kwamba kunafikika kirahisi zaidi kwa mtu yoyote, na maduka yapo wazi kwa muda mrefu, na bei ni affordable kabisa. tupo kwenye ofa kwa sababu ya uf, ya ufunguzi wa duka letu. Ndugu wateja, karibuni sana hapa Mlimani City LG, mje tuwahudumie wape huduma nzuri kama hizi hapa okay. Mimi nafikiri wanapigwa kwa sababu kuna watu wengine wanaingiza mizigo wenyewe na inakuwa haina hata warranty, kwa huko pembeni. Kwa uzuri wa kununua kwenye brand shop kama hii utapata kitu original na service ya uhakika yani. In case umepata shida basi itakuwa rahisi kusaidiwa na we uendelee na maisha yako kwa sababu lengo lako la kununua vitu OG, original ni ili ukae ukaenavo kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi niwaambie tu wateja wakaribie hapa kuja kununua vitu original. Sasa wanachotakiwa kukifanya hivi vitu inabidi vizuiliwe tangia huko mwanzo vinapoingilia, kwa sababu vikitoka nje, kuna sehemu vinapitia pale pale, inabidi vizibitiwe ili visiwafikie walaji wa mwisho. Hiyo itakuwa suluhisho kwa mamlaka kuwasaidia wateja kupata vitu original. Na inawaathiri vipi ingiaji wa bidhaa fake za original? Inatuathiri kwenye mteja anaenda kununua kwa sababu huko atanunua kwa bei rahisi zaidi, kwa sababu ile ni feki. Umeona, anaona atakuwa kabageni kwa bei nzuri, lakini mwisho wa siku sasa yeye atapata shida, na sisi huku tunaathirika kwa sababu tutakuwa tuwapati hao wateja, wanaenda kununua huko ambapo bei zipo chini, lakini pia watanunua vitu feki. Uh, nadhani hili ni swala la kiteknolojia na nadhani owners wa brandi na, brand, eh, na manufacturer kwa ujumla kuangalia masoko yanaendaje na kuweza kuwa na ile intelligence ya, ku, ya, ya kufuatilia eh, kwamba bidhaa zao zinakuwa forged wapi na wachukue hatua wa gani, kwa sababu nadhani manufacturers wana mikataba mbalimbali mbali, eh, na suppliers mbalimbali mbali. Kwa hiyo ni swala la kurejea ya mikataba yao eh, na kuangalia nini cha kufanya kisheria.